Tukisalia na hayo ya utovu wa usalama, taharuki imetanda katika kijiji cha Lorogon, Turkana kusini mpakani mwa kaunti ya Pokot magharibi na Turkana baada ya wezi wa mifugo kuvamia kijiji hicho, kuua mtu na kutoweka na mifugo. Kama anavyotuarifu Cheboit Emmanuel, wakazi wa Lorogon wanataka serikali iingilie kati kuwasaidia kwani mashambulizi ya kulipiza kisasi yamezidi mse mbili namna hiyo wasia ameisha. Sasa ni kwa sababu gani ya kutokuwa na usalama? Wakazi hawa wa Lorogon wanadai hawajashuhudia utulivu mchana na hawajakuwa wakipata lepe la usingizi usiku kwa siku tatu mfululizo. Sasa mahali tumelala tumeshinda mpaka leo asubuhi, risasi kila kona ya Lorogon. Utashindwa huko, dunia gani tuko Kenya ama tuko Turkana ama tuko Gaza ama Afghanistan? krialayaha hakuna kona ya Lorogon jana usiku sijasikia mlio wa risasi. Haya yamejiri baada ya mijiri, majambazo yanayoaminika kutoka kaunti jirani kuingia hapa kufyatua risasi na kuiba mifugo ya mzee wa boma hili kabla kumuua. Aka, Msee akapeleka mbusi hapa katholi. Muda ya saa mbili. Kidogo kidogo tukasikia bunduki kilia. Mbusi kaenda. Wakachukua mwili ya msee. Sijui ni nini wanapenda kuchukua mwili. Mbona wasichukue mali kama ni mali ndio wanatafuta? Na sisi na opokoti kila wakati. Sijui tutafanyaje. Milio ya risasi ya kila mara hapa imeleta taharuki kubwa. Kwa sasa, masomo ya shule hii ya msingi ya Lorogon yamesitishwa. Hakuna mtoto anaweza kusoma kwa sababu wakati risasi ikilia hapa inalia kama ile ya Kosovo ya inji ile, watu wanapigana na mabomu, unasikia mabomu na marisasi kubwa kubwa. Inap, inapigwa hapa na wanafunzi wako hapa hivi. Mpaka hiyo Friday hakuna mwanafunzi alisoma, hata leo wanafunzi wako nyumbani kwa sababu ya hiyo nini ya hiyo changamoto ya insecurity, mpaka mpaka in, mtu akauliwa karibu hapa hivi Mita, mita, mita moja kwa fensi ya shule ara akiliokoa akerita polo a. Wakazi wanaendelea kuishi kwa hofu, huku wakiomba serikali iwasaidie. Sisi tunaomba NPR ikijiji ya Lorogon, sisi tuko na waba NPR na ukiangalia tuko na vijiji karibu sita, tuna risk maisha, tunaenda kubeba majara kandaraja, hatuna insecure, hatuna security na sisi bado ni wamama wachanga, tuna watoto, tuandikwe NPR. Sana sana mimi nataka nishike fimbo. Yeah. Hey. Nataka, nataka nishikilie jina ya msia ule Nibaki kuwa kiongozi na mimi pia nishike chuma. Wakazi wanadai kutoka ama kuingia Lorogon imekuwa ngumu, kwani maadui wamejaa barabarani, huku mifugo walioibwa wakikosa kupatikana kufikia sasa. Unajua kazi yetu anti stock theft, mbuzi hata moja ikiibiwa, wanatakana wafuate, wafanye nini? Warudishe na wajasema ikifika iki kwa milima muzirudishe paka watumia menzio yote wafanya nini? warudishe. Kama ni ng'ombe, warudishe. Cheboit Manuel runinga ya Citizen nikiwa Lorogon ilioko kaunti ya Turkana.